Yes, ahadi ambayo inawapatia kila siku, ahadi hiyo inafika mahala inatekelezwa e, na hadi sio nyingine, nafikiri ni hii kitu e, nafikiri mnaona eh? hii lebo kama mnaiona kwa mbali kabisa e, inaandikwa kifagio safi e, kifagio safi ina maana ni unga wa ndizi e, ni unga wa ndizi pia 100% e, kinachofanyika sisi humu ndani tunaweka Vine lishe viwili tu muhimu ambavyo sana sana tutakuta tunaangalia kesi ya mtu, lakini generally tunaweka mdalasini kidogo sana e, kidogo sana, halafu tunaweka pia e, mlonge na wenyewe tunaweka kidogo kiasi yes, kidogo sana, lakini kwa asilimia mia moja huu ni unga, huu ni unga, ni unga wa ndizi. Hizi ndizi, ndizi za kawaida, japo sisi tunazitoa Kenya. E, kuna ndizi maalum kwa ajili ya tiba mbalimbali. e, unga huu ni unga ambao, kwa wale watu wenye changamoto ya kisukari, hii mali kwao ni dili. Kwa wale wenye changamoto ya pressure, hii kwao ni dili. Kwa watu wenye changamoto za hormone imbalance, basi pokea hii mali, itakufaa sana. Kwa wale ambao mara nyingi wana changamoto ya kesi za uzazi, kuzibua milicha, kufanya petrolization, sijui kutoa sumu mwilini, hii ni dili, ni mali, na ndio maana walio wengi huwa wanautumia kwa ajili ya ugali. E, anachukua kama hivi kilo moja, basi anaweka nusu kilo ya unga ule wa mtama mweupe, kwa mtu mwenye sukari, alafu anaitumia kusongea ugali, akisha songa ugali, anakula baada ya siku mbili, hana haja ya kwenda kunywa vidonge. Kwa hiyo, baada ya wewe kutumia vidonge ambao vinakuletea shida, at the end unatumia huu unga ili uweze kusaidia kuweza kubalance sukari yako kurudi kwenye pointi nne au tano na point kadhaa. Kwa hiyo, unapotumia unga huu, tambua kwamba unaenda kujidhatiti kuwekeza afya yako katika mazingira ambayo ni bora na salama. Kila mtu, ningependa aweze kutumia uji unga huu. Huu unga utautumia katika uji, huu unga utautumia katika ugali ni wewe. Ukitaka kutumia kwenye uji unakuwa kama mtori na nafikiri wengi mnakula mtori. Weka vinyama vyako viwili haina shida. Wale wenye uzito mkubwa, hii ni mali hii. Hii siichukulie poa, ni mali hatari. Tumia kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, bawasiri, asidi mali. Alafu sasa kizuri zaidi ni shilingi elfu ishirini na tano tu yaani hii kilo moja ni shilingi elfu ishirini na tano na hapa ninapozungumza mpaka sasa hivi zimefika pisi tano nimezipokea zimeisha. Kwa hiyo kama unalipia uweke oda, sawa. Kila baada ya siku tatu mzigo unaingia, kila baada ya siku tatu mzigo unaingia. Kama unahitaji nipigie simu kwa namba yangu ile sufuri saba nne nne nne tena tatu tatu saba saba tisa. Weandika tu unga, mimi nitajua kabisa kinachomaanisha nini au andika safi, neno safi e, nitajua tu hapo unachotaka ni nini. Ni kifagio safi, ni product si moja mzuri sana hii. Ni safi by nature, ni safi kweli kama unavyoiona. Kwa hiyo tupende kuitumia, ili iweze kukusaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Karibu sana, Kifagio Afya Kliniki, ndipo tunapotengenezea hii mali. Karibu sana, karibu sana, yes.